Nimesikia watu wakiruka k sijuimy frien My friend, atutaki mobilisa, Luo Nyanza. Luo Nyanza, tunataka accountability. Luo Nyanza, atutaki mobilisa. Tunataka mtu ambaye anaweza badilisha maisha ya mjaluo, siasa ambayo mjaluo amefanya since 1963. Hakuna mwanasiasa anaweza fanya. Raila ndiye amefanya siasa siasa zote. So, atutaki siasa. 2027, 2027, wewe kama kama mjaluo umetesha, tutakuuliza umesomesha wajaluo wangapi, viwanda ngapi umejenga Luo Nyanza ndio kuwe kingpin, wamama wangapi ambao wajane umewasaidia kibiashara. Kama kuna my friend, hiyo mama endu fanye ya ya mobilizer, mobilizer fanye kwa kwa nyumba yako yako, juu ya kitanda bibi yako. Tunataka mtu mtu mtu ambaye ana sasa mjaluo na yule mtu ambaye ana capability kutusaidia, e, Dr. Raymond Molo. ni aniue tu. Kwa sababu we as Luos tunataka mtu ambaye anaweza kutubadilisha na therefore, tuko na mtu ambaye asungumuzi mtu ambaye anazungumza na chacha, sio tunataka kusema mtu ambaye anaweza kutuondoa kwa maskini ni mheshimiwa Raymond Omolo. Jinsi waluya pia ala kwa maskini na mheshimiwa anatembea, tumejipanga natembea na panga western Raymond Omolo anapanga wa Joluo. So kama kuna mtu anaishi yeye ni mobilizer my friend, mobilizer ni mobilizer watu kwa, kwa nyumba yako ama mobilizer bibi yako. Sisi tunataka mtu ambaye anatupea kazi, ndio maana tunasema Raymond Omolo ndio kiongozi ambaye tunasikia. Luka Nyipir, tunakwambia Rei, jinsi umeanza, tunataka kiwanda ya samaki Kisumu, tunataka kiwanda ya samaki Homa Bay, tunataka kiwanda ya samaki kule Migori County, tunataka kiwanda ya samaki Siaya. Na tunakwambia Rei, sisi kama vijana wako tunasimama nyuma yako, kwa sababu haujanisaidia, umesaidia wamama. Wamama wa, wa, wa Jaluo walikuwa waombaomba wa mama wa Jaluo walikuwa ni mambo watu ambao wanateseka. Leo hii Ray ametengeneza group, amepewa certificate, wanapewa pesa biashara. Huyu ni mtu ambaye analego na Mjaluo. So we mobilizer, sijui mimi ndio nani, hii hawezi kutupea chakula. Tunaambia mheshimiwa Daktari Raymond Omolo, wakileta obishi, tutaleta obishi kwa sababu mama wetu wamewaja kukua idol Mjaluo pango, na daktari Raymond Omolo, wewe kama unaishi kuna, kuna wezi pango wa Jaluo, tutakuuliza vijana wangapi wamesomeshwa umesaidiwa mama ngapi? Sio mambo ya kipindi, hakuna kitu kama hiyo. Raymond Omolo ajui siasa. Raymond Omolo anajua Queen Power, vijana na wamama. Lunyaza wajaluo, msidanganywe. hatutaki siasa ya kung'oa reli, hatutaki siasa ya maandamano, tunataka siasa ya maendeleo. Namna Raymond daktari mjaluo, tumejipanga. siasa ya mobilizer wafanye na bibi zao kwa kitanda. sana sana, Mungu abariki.